Mkuu wa wilaya ya Shinyanga wakili Julius Mtatiro ameliagiza Jeshi la Zimamoto na Uokozi wilaya ya Shinyanga kupitia wataalamu wake kwa kushirikiana na Ofisi ya mkurugenzi mtendaji kufuatilia ili kubaini chanzo cha matukio yatokanayo na itilafu za umeme. Hayo ameyaeleza baada ya kukamilika kwa zoezi la uokozi wa ajali ya moto uliozuka katika ghala la kuhifadhia magodoro lililopo mtaa wa mnara wa Voda, kata ya mjini wilaya ya Shinyanga. Kwa hiyo hili tena ni tukio la pili la moto linatokea kwenye haya maeneo, kwa hiyo lazima tujiridhishe chanzo ni nini. Je, ni kuchoka kwa miundombinu ya wiring? Kwa sababu hizi wiring ambazo mnaziona kila baada ya kipindi fulani huwa zinapaswa zibadilishwe. Yani, wiring sio kitu cha kukaa milele, kwamba umejenga nyumba yako ina miaka ishirini toka umeijenga, wiring ni ile ile, panaweza pakawa pana madhara ama panaweza pakawa pana vyanzo vingine, kwa itabidi pia tufanye ufuatiliaji wote na kukaa na hao wenye nyumba, lakini pia sasa kufanya E, mchakato wa jumla. Kwa hiyo namwagiza pia kamanda wa zimamoto na timu yake waweze kupita maeneo ya hizi nyumba nyumba ambazo inaonekana zimeshakaa muda mrefu, waweze kuwashauri hatua za kuweza kuchukua, kwa sababu wakati fulani wiring inaweza ikawa inahitaji shilingi laki mbili, inakuja kukugharimu mali pamoja na kila kitu. Kwa hiyo lazima tuchukue hatua za kibinadamu za kutoa msaada wa kibinadamu, mkurugenzi mtendaji aweze kusimamia kuanzia sasa na nimeshamwelekeza yeye na nimesha ye, timu yake e, wako njiani wanakuja, lakini pia upande wa vyombo nimeshatoa maelekezo ya hatua ya kuchukua. Sambamba na hilo, DC Mtatiro ametumia wakati huo kuwataka wananchi kutokuwa na utaratibu wa kuingilia majukumu ya vyombo vya ulinzi na usalama, kwani vyombo hivyo vinatambua msingi wa utekelezaji wa majukumu kwa ufanisi na kwa ueledi, kwa sababu ukiharibu hapa gari moja la zimamoto tunaweza tukakaa kama wilaya hatuna gari la zimamoto, na msije mkajidanganya kwamba kila moto utakaotokea hapa mtakuwa na uwezo wa kuuzima kwa ndoo. Uongo, uongo. Kuna moto utatokea hapa ambao, na mnajua mioto ambayo inatokea, huwezi kuuzima kwa, mnahitaji gari la zimamoto. Sasa najua sio vijana wote wanaofanya, ila huwa anaanza mmoja na wapili wenye akili mbovu, na wengine wanawaunga mkono. Kwa hiyo sio kitendo cha sawasawa inapotokea moto umewaka, gari la zimamoto limechelewa kufika kwenye eneo la kuzima moto, wewe unajua hilo gari lilipokuwa? Wewe unajua kama palikuwa pana moto Kishapu? Wewe unajua palikuwa pana moto labda ibada kuli? Wewe una taarifa za moto wa Tinde ama Didia? Moto unaweza ukatokea hapa wakati gari la zimamoto liko mwakitolio likachelewa kufika gari hilo, linaweza likaja likawa lina changamoto ni kama ambavyo kwani, wewe pikipiki yako waina changamoto? Kwa upande wake kamanda wa jeshi la polisi mkoani Shinyanga, kamishina msaidizi mwandamizi SACP, Janeth Magomi amepongeza wananchi kwa kushiriki kikamilifu katika zoezi la uokozi na kwamba jeshi hilo linaendelea kuimarisha ulinzi na usalama katika eneo hilo na maeneo mbalimbali ya mkoa wa Shinyanga. Jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga, tuko hapa sehemu ya tukio ambapo kuna maduka kadhaa pamoja na nyumba pia ya kuishi wananchi vimeweza uh, kuteketea kwa moto. Taarifa tulizipata kwenye majira ya saa 12 kasorobo. Nipende kuwashukuru sana wananchi wote vijana, wanawake kwa wazee ambao wamehusika sana katika jukumu hili la kuweza kujitolea kuweza kuzima moto huu. Jeshi la polisi mkoa Shinyanga niko na na walio chini yangu, la kwanza kutoa pole, lakini la pili kuhakikisha tuna weka ulinzi hapa masaa 24, kama ambavyo umeona askari hawatatoka kwa sababu ya kulinda usalama wa raia na mali zao, lakini hasa vifaa ambavyo vimeweza kuokolewa wakati tunaendelea kufanya tathmini. Lakini jeshi lazima moto na wakoaji tupo nao hapa wanaendelea wao, ndio watatupa wenzetu, ni wataalam nini chanzo cha moto. Wakati huo sisi tunapita kwa familia kufahamu kila familia, kila duka ni nini ambacho kimeharibika na uharibifu ni wa kiasi gani. Nao baadhi ya waathirika wa tukio hilo wakizungumza na vyombo vya habari wameelezea undani wa tukio hilo. Kwa jina naitwa Zainabu Shabani ni mkazi wa hibi, kwenye hili eneo. Kwa hiyo moto ulipoanza kutokea kulikuwa kuna shoti ya umeme, sasa nikamwita jirani yangu mwenyewe magodoro kwa sauti kubwa sana, nikamwita nikamwita, nikapiga kelele, watu wakaja, tunapiga simu itaki kufika watu wote hanewaona ndio waliokoa huu mzigo, na mzigo mkubwa ndio ulieteketea. Kwa maana hiyo, serikali sisi inatusaidiaje endapo tunapotokea shoti ya umeme? Ajina naitwa Hidaya ya Nasibu Selemani, ni muhanga wa ili janga la moto. Yaani moto mimi chanzo sikujua ni nini, kwa sababu nilikuwa nimekaa nime tu hapo sebleni Naingia chumbani sasa kuwasha hata, nikaona taa ikawa inapiga shoti. Baada ya hapo, nikawa nimeona moto <laughs> nikazima haraka haraka, nikatoka nje. Hii ni Nyotarays TV kutoka Shinyanga. Jina langu ni Agustino Daudi. <coughs>